Hei, mambo vipi? Katika video hii nitakwenda kufahamisha kutengeneza picha ya katuni kutokana na picha yako mwenyewe kwa kupitia ChatGPT. ChatGPT sasa hivi ana uwezo wa kufanya vitu tofauti tofauti ukimwekea picha yako. So nitakuwa nikikufahamisha na kukupatia hizi tips na trick mbalimbali ambazo unaweza kutumia ChatGPT na ukaweza kufanya vitu tofauti tofauti hapa, hapa katika YouTube channel yangu. Na tegemea kila mmoja wetu tayari yupo na ChatGPT katika simu yake ama kompyuta yake, na kama bado basi unaweza kuingia Play Store na ukaweza kusearch application ya ChatGPT na moja kwa moja utaweza kudownload na kuweza kujiunga na ChatGPT. Okay, so kwa vile mimi nipo nayo nitafungua, na inaonekana kama hivi. Nikiwa katika simu yangu nitakuonesha jinsi ya kutengeneza hizo cartoon kwa kupitia picha zako ukiwa ndani ya ChatGPT eh, kwa kupitia simu yako, lakini pia kwa wale wa kompyuta nitaweza kuwafahamisha. So baada ya kufungua simu yako kama hivi, kinachofuata hapa ni kuweza Uh, kuklik katika hii alama ya plus jumlisha hapa chini, so utakliki hapa ili kwa ajili ya kuingiza picha yako ambayo unahitaji kuibadilisha iwe na muonekano wa cartoon, so, utaklik katika photos. Utapelekwa moja kwa moja katika, e, gallery yako katika simu yako kwenye picha zako, utaangalia ile picha ambayo unahitaji kuibadilisha. Kwa mfano mimi wacha niweze kubadilisha picha moja wapo hii hapa, tuchague click done. Utaweza kuiupload na baada ya hapo utaweza kuandika sasa tunaita prompt. Hii ndio ambayo itasababisha wewe uweze kupata katuni ambayo itakuwa na mwonekano mzuri wa hiyo picha yako. Utakapoandika vibaya hii prompt basi unaweza kupata matokeo ambayo hayaridhishi, kwa hakikisha unaandika vizuri prompt yako, na kama utahitaji prompt hii ambayo nimeitumia mimi basi unaweza kukopi hapo katika description ya video hii na ukaweza kupata basi picha nzuri ya katuni kutokana na picha ambayo utampatia ChatGPT. So mimi nimeweka hapa prompt hapa, please convert this photo into high quality cartoon style image I want clean So unaweza ukaichukua na wewe hii ukaweza kuitumia. Baada ya hapo, utakliki kuweza e, kumpatia sasa e, ChatGPT aweze kufanya kazi yake ya kuweza kubadilisha picha hiyo ambayo umempatia kuwa katika hali ya katuni. So utakliki hapa katika hii e, kusend na tayari hii itachukua muda kidogo kutokana na e, spidi yako ya internet, lakini pia ChatGPT e, ile kuweza kubadilisha picha yako hadi kuwa na huo muonekano wa cartoon. Kwa kama unavyoona, mimi nimeingiza picha hii hapa na nimempatia maelekezo haya picha hii natakiwa iwe vipi. So tusubiri majibu na tuone. Inatuambia hapa ina create hiyo picha. Inaweza kuchukua muda kidogo. Kwa hiyo natakiwa uwe na uvumilivu uweze kusubiri, hususan ikiwa kama internet ambayo naitumia uh, speed ni ndogo, basi takubidi uweze kusubiri haswa. Eh, usiweze kukata tamaa, subiria hadi iweze kukamilika na baada ya hapo itaweza kukupatia sasa uh, picha ambayo ipo katika hali ya katuni kutokana na picha ambayo umeipatia. Unaweza kuchukua hii prompt nimekuwekea katika description ya video hii, lakini pia kwa wale ambao wapo katika group ya WhatsApp uh, WhatsApp channel yangu tayari nimeweza kushare na nyinyi hii prompt. Unaweza kuikopi kule moja kwa moja katika WhatsApp yako na ukaja kupaste katika ChatGPT. Hii hapa picha yetu imeweza kukamilika katika simu na tunaona katuni ambayo tumeipata kutokana na picha hii ambayo tumeweka hapa. Na hizi katuni ambazo utazipata zinatofautiana kulingana na hizi prompt ambazo utaweka. Kama mimi hapa, prompt ambayo nimeiweka, nimeweka hapa style with big expressive eyes, soft lighting and slight smile. Kama hivi ambavyo unaona, ndo majibu ambayo imenipatia, ndo picha hii ambayo nimeipata. So prompt ambayo utaitumia ndio ambayo itakuletea majibu cha ChatGPT kulingana na hiyo prompt yako. Okay? So acha tuweze kusubiria hapa katika kompyuta na tuone pia picha hii jinsi ambavyo itaweza kubadilishwa kwenda katika hali ya katuni na ChatGPT. Na hii huduma ya ChatGPT kuweza kubadilisha picha mfano ama kuweza kukutengenezea wewe picha kama unatumia ChatGPT ambayo sio ya kulipia ya kulipia. Maanake ChatGPT ili uweze kupata kuweza uh, kutumia bila E, limit yoyote inakubidi uweze kulipia. Sasa kwa sisi ambao tunatumia for free hatukuweza kulipia, unakuwa unapewa kiwango fulani cha kuweza kufanya. Ikifikia kiwango hicho ina stop kwa siku hiyo. Itabidi usubiri siku nyingine ili uweze kufanya tena. Kwa mfano, katika hizi picha unaweza e, ukagenerate picha 3 4, baada ya hapo basi ikasimama na ikakubidi uweze kusubiria mpaka siku nyingine ili uweze kupata kutengeneza picha nyingine au uweze kulipia ili uweze kupata huduma hiyo bila ya kikomo. Kwa hiyo unaweza kujaribu na wewe, acha nikuoneshe tena katika simu hapa. Ta-click alama ya plus utakuja katika photo, utakuja kuchagua picha nyingine hapa ambayo nahitaji kuweza kuibadilisha kwenda katika uh, hali ya katuni ambayo itakuwa ni simple tu picha hiyo. So wacha nichague picha hapa mojawapo nzuri. Okay, wacha nichukue uh, picha hapa. Done. Na ntaiandikia hapa kwa Kiswahili tu ChatGPT iweze kunigeneretia hii picha katika hali ya katuni basi. So namwambia tengeneza uh, tengeneza katuni ya picha hii kwa mtindo kwa mtindo wa nini? Kwa mtindo wa Disney style. Okay, iwe yenye kuvutia na mwonekano mzuri ChatGPT inafahamu lugha zote, hata Kiswahili pia, ukiiandikia inaweza ikakuelewa na kukutolea, e, matokeo mazuri tu. So ni prompti fupi tu, prompti ambayo nimeandika. Unaweza kuandika prompti ambayo italeta majibu makubwa sana. E, so hapa moja kwa moja wacha tuweze kumwambia ChatGPT afanye ya kazi yake na abadilishe picha hii, tuone atatuletea sasa hivi katika muonekano gani. So, click ina take time, itakubidi uweze kusubiri ikiwa inatengeneza hiyo picha so nime, nimeipa picha hii sasa hivi kama hivi ambavyo unaona nahitaji iweze kunipatia hiyo katuni. Okay, okay, kama hivi ambavyo unaona ChatGPT <laughs> imeweza kutengenezea picha Uh, picha hii ndio ambayo tumeipatia uh, lakini katuni ambayo imetupatia picha ni hii hapa. So kama hivi ambavyo unaona imeweza kubadilisha kidogo uh, lakini tayari unaona inaonekana kama ile picha ya kwetu ambayo tumeipatia. So nimekwambia kuwa unaweza kutengeneza picha ambazo zina muonekano tofauti wa katuni, kwa hiyo nitakuwa nikishare na wewe hizi prompt mbalimbali mbali, ambazo zitakupatia matokeo tofauti tofauti. Kuna katuni ambazo unaweza ChatGPT kakutengenezea kutokana na picha yako bila ya kuharibu uhalisia wa picha yako. Mtu akiona tu ataweza kufahamu huyu ni mtu fulani, lakini itakuwa katika hali ya katuni. So nitakuja kushare pia uh, kitu hicho wakati mwingine. So leo wacha tuishie hapa, natumai umeweza kuona namna gani ambavyo ChatGPT, uh, ina uwezo wa kukupatia katuni ya picha ambayo utaipatia E, kwa muda sahihi kabisa, na katuni ambayo itakuwa inavutia sana kutokana na picha ambayo utaipatia. So tukutane wakati mwingine, asante sana, like video hii.